Katika juhudi za kujibu mahitaji ya raia kuhusu maji ya mvua

inayovamia barabara mbalimbali mjini mbali Goma. Gavana wa Kivu Kaskazini upande wa AFC/M23 Bahati Erasto Musanga ameanzisha kazi ya ujenzi wa mifereji eneo mbalimbali kwa ajili ya kutatua kero za raia. Kwa nini umetembelea hii mifereji? Naona unapita pita una, unapita pita ndani ya, ya mashimo. Niko na, niko na pita ndani ya mashimo, kwani niangalie hii maji, nafunga barabara kama mvua inanyesha maji na jaa Tuko naangalia jinsi ya kutengeneza mfereji, kisha maji inashuka Muraki, inaanja wapi mpaka inaenda wapi? Kwa wale ambao hawajui sehemu huko. Inaanzia hapa kwenye Hapo wanapaita kama station ya huko, inaanzia hapa kwenye anzia hapa. Na itaendelea mpaka wapi? Itaendelea mpaka Muraki Baba <laughs> m <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>

vitu na kuyaka mbarabara na sirikile barabara yote, hakuna watu kufanya kazi tena mwai barabara. Hmm, iosama kuyaka, tunakimbilia kwa nyumba bila kufanya kitu yoyote okay. Gavana akiagiza maengine ya kufanya kazi kwa utaratibu, mashine zikitumiwa hapa na pale kwa ajili ya ujenzi Goma, ikiwa na sehemu nyingi zinazosumbuliwa na maji wakati wa mvua kali kurashi

gavana ni mradi yenye kila mtu anakubali kwa sasa sababu eh, Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Sasa hivi gavana ameweka mashine na kila kitu tu tutengeneze mwingine yenyewe li ilikuwa, ilikuwa isha teseka sana na uongozi mbaya. Musanga amesema maji ya mvua kama hii imekuwa chanzo cha maradhi mbalimbali haswa malaria,

Basha, jenga kwetu, tulaleta usafi hapa. Ni kufasi banaita kusimba station Simba, esi ni kusema na kule ku vision 2020 kule majengo nako patatengenezewa fasi yote mpaka Mugunga, fasi yote kwenye kuko gudro tutatengeneza tutafanya kanalizasion ya mayi muzuri, tutie marigori. Après kutia marigori na fasi yote kwenye kuripomokaka turutishe gutro. Asante mweshimiwa. Lakini swali lingine, kwa kwanini wao unachukua kahatua pale pale hauende ofisini kwenda uwaze kama unafikiria nini, na wakazi wakakuita Magufuli. Ukenda ofisini ukaikala ofisini, haitajenga kwetu. Ndio maana unaona nchi yetu inaharibika, kwani watu mingi wanapenda ofisini, wanapenda biro zenye ziko klimatize. Ndio maana nchi yetu inaharibika, inaomba inahitajika kiongozi afike kutere, aangalie shida yenye wakazi wako na lakini ukikala ku ofisini watakuletea malalamiko peke yake, lakini hautajua shida yenye inatendeka kati ya raia. Asante. <coughs> <coughs>

Mama, mm -hmm. Unaonaje guvernere kuwatembelea hapa? Tunafurahi, tunafurahi papa, tunafurahi na Mungu ambariki sana guvernere mm. mm. wetu anafika pa kusimba anatuambia hii mai haiko vizuri, ni vitu vibaya sana na tunaika hapa pembeni ya barabara na msawaum, hmm. uh, ndio. Ndio, ndio, imaji natusumbuaka sana. <laughs> Sasa mnaonaje hatua ya kuanja kuitosha hii? guverner anasema ataitosha ndiyo, tunafurahi vile guverner anasema ataitosha, tunafurahi sana. Sawa.